Kila unaposikia mihadarati na madawa ya kulevya hapa nchini, tarajia kuona Mombasa katika orodha. Hali hii, wataalamu wanasema inasababishwa na urahisi wa kupata madawa, shinikizo la rika, ukosefu wa uelewa, na mazingira yenye maduka ya pombe karibu na shule. Mkoa wa Pwani, hasa Mombasa, una kiwango kikubwa zaidi cha watumiaji wa madawa akizungumza wakati wa mikakati ya sherehe za IDADA ambayo itafanyika tarehe 26 mwezi wa Juni, Mchungaji wa Ngaiga Shoka na mkurugenzi wa NAKADA kanda ya Pwani, alisema idadi ya watumizi wa miadarati iko juu, wengi wao wakiwa vijana wa miaka 15 hadi 24. We have about, uh, uh, 14

and we are fighting it together with the county government still we are also fighting uh, these other drugs both illicit and licit drugs illicit is cocaine heroin bangi which are also being used in this region Aliongeza kwamba kuna kliniki ya MART kwa watumiaji wa dawa za kulevya katika Miritini gereza la Shimo la Tewa na Kisauni ili kusaidia kupunguza idadi ya watumiaji wa dawa za kulevya And we have a mat clinic where we are treating them in Miritini in Shimo la Tewa prison and also in Kisauni to help reduce that number so that we can uh, we have about 800,000 people in our country who inject drugs or who are using these drugs of cocaine and heroin. but that number have started going down with the mat clinic it's reducing again we see a shift where people because

Watumizi waliorekebika walitoa ushuhuda wa kuhamasisha umma. nilianza uraibu step by step. It is a process. Nilianza kutumia sigara, katoka sigara nikaenda kwa majaba jaba, nikaenda kwa bangi, nika graduate nikaanza kufuta heroin. Katika heroin nilikaa, ilinisumbua sana, lakini kuna wakati ilifika, kila kilo na mwanzo kwa na mwisho, nikafika my bottom rock ambao nilikuwa nikaanza kujidunga, nilianza kusmoke nikaanza kujidunga, nikafika nikakuwa tabuni sana, nikaenda majela nikishikwa kaka 2 years, nikatoka. Mimi ni mraibu nang'ang'ana kupata nafuu siku baada ya siku. Katika maisha yangu ya uraibu nimetumia kwa takriban miaka kama kumi na sita kumi na saba kama navyoniona hivi, nilianza nikiwa na umri mdogo sana kiasi cha kwamba mimi mwenyewe nilikuwa nikijiona kama nimetengwa, lakini nilikuja kujichunguza nikaona nikuwa najitenga mimi mwenyewe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo huchangia mtu yoyote katika kufika katika janga la uraibu. Cha kwanza ni jamii, jamii tunayozunguka tunayoishi nayo. Cha pili ni background, yale maisha ambayo tunatokea sote jamii nayo na inachangia vipi? Wakati mimi ninapojihusisha na majanga kama yale, jamii hututenga. Mraibu anachukuliwa ni kama ni mwalifu, so sisi hutengeneza furaha yetu wenyewe kwa kutengeneza makundi yetu ama dance, ambazo tunaenda kutumia. Nadhani kama ushazunguka, kuna maeneo nyingi sana zinazotumika madawa kulevya aina ya heroin. Huko ndo tulikuwa nimejihusisha mimi metumia kwa uraibu ule nikijaribu kufake ile reality, ule ukweli ambao naupitia mimi, najaribu kudanganya kwa kutumia madawa ya kulevya, lakini kadi napoendelea kuishi nakuta nadidimia na nakuta ni ngumu sana kujinasua. Hakuna kisichowezekana, bora tu katika ule uraibu ama ukijipata katika hilo janga, kwanza inafaa ukubali ujikubali wewe mwenyewe, na kwamba uko na shida. Basi kutoka pale, mashirika yako, familia ziko wa kukushika mkono. Dan Obwao, msimamizi wa kata ndogo ya Jomvu, alipongeza shirika la kijamii la Majestic kwa kuanzisha miradi ya kusaidia vijana. Hatua hii imeweza kupunguza viwango vya uhalifu katika eneo la Mikindani. There are very many

Which I know many of you do actually indulge in. uh, smoking is a drug as well as many other hard drugs There's a, the issue of Mogoka there's the issue of uh, uh, cannabis sativa and many other drugs cocaine uh, heroin, and these other drugs he has made sure that he is fighting this consciously in conjunction with our central government uh, uh, um, agitators and forces to make sure that uh, there's a reduction and people's lives get better jamii wamesihiwa wasiwaangalie watumiaji wa dawa za kulevya kama wahalifu takataka au mateja bali kama binadamu na kwamba wanahitaji mapenzi na ulinzi You see when the campaign we are doing and to change the attitude and the perception of the community, not to see them just like junk, like that watenja, but they are human being like us. And one thing I teach people is hate the sin, love the sinner. Hate ulevi, hate ulaibu, but penda yule mtu. Kwa sababu zote ni wenye dhambi. Kwa sasa inahitajika jitihada za haraka kikanda, zikiwemo ustawi wa jamii, elimu shule, kupanuliwa kwa vituo vya matibabu kama methadone, na utekelezaji madhubuti wa sheria za udhibiti.